Twaendelea na kueleza wanafiq ndani ya alquranu lkarim al. Je, kilma cha nifaq, munafiqun, munafiqat, nafaqu katika Kiarabu katika Qurani kimekaririka mara ngapi? Munafiquna katika Qurani, mwenyezi Mungu subhanahu wa taala Hichi kilma cha nifaq amekileta kwa ishtiqaqi mbalimbali. Kwengine mwenyezi Mungu subhanahu wa taala amesema nafaqu, kwengine mwenyezi Mungu amesema almunafiquna, kwengine almunafiqatu, na sehemu nyingine mwenyezi Mungu ametumia kilma moja kwa moja kilma cha anifaq kwa jumla, kilma cha nifaq pamoja na mushtakati zake pamoja na zile ambazo zaswarifika katika hichi kilma ndani ya Qur'ani, imekaririka takriban mara thalathini na saba. Zote hizi kuonyesha uovu uh, wa watu hawa, na mpaka wakatajwa kwa wingi ndani ya Al-Qur'an Al-Karim katika sura madania ambazo tumeeleza ya kuwa ni ambazo tumeeleza kuwa ni sura madania ambazo tumesema kumi na saba katika hizo za wazungumza wanafiq tumesema suwar madania zote ni ishirini na nane tumesema kumi na saba katika hizo zina maudhui ya wanafiq sura hizo ndugu zangu sura ya kwanza ni suratul baqara ina maudhui ya wanafiq suratu ali imran ya pili ina maudhui ya wanafiq ya tatu ni Suratu Nisai, ya nne ni Suratu Lmaida, ya tano ni Suratu Lanfal, ya sita ni Suratu Tauba. Bali Suratu Tauba ndiyo imewazungumza wanafiki sana. Suratu Tauba maudhui yake ni katika sura za ajabu. Kwanza Suratu Tauba nusu kwa nusu, nusu imewazungumza makafiri na ahlulkitab, Nusu iliyobakia imewazungumza wanafik. Kwa ufupi ndugu yangu, ukisoma suratu touba, kila ukiona waminhum waminhum waminhum, waminhum katika suratu touba ujue mwenyezi Mungu awazungumza wanafik, na ndio maana baadhi ya ulamai suratu tauba wameita uh, asuratu lfadhiha, ni sura yenye kufedhehesha kwa sababu ya zile waminhum waminhum. Wengine suratu tauba wameita ameita asuratu lmubathira, sura almubathira, maanake ni sura yenye kuchokora, kutoa yaliyomo ndani. Mwenyezi Mungu asema katika suratu ladiyati, mwenyezimungu asema uh, idha buthira ma fi lqubur. Buthira manake itakapotolewa, na suratu tauba imeitwa mubathira, manake yatoa yale yaliyoko ndani ya nyoyo za

sura ya 15 ni suratu lmunafiqun na sura ya 16 ni suratu tahrim. Hizi ni sura 16 a maudhui ya wanafiqi yaliyomo ndani ni ijmai ya mufassirina. Hakuna mwanachuoni ambaye alizifasiri aya zilizomo ndani ya sura hizi ambayo tumezitaja aya zinazowalenga wanafiqi, kisha akawatoa wanafiqi. Kila aliyezungumza hizi aya amesema kwamba hizi aya zimewazungumza wanafik. Tumesema sura ni kumi na saba na sisi tumetaja sura kumi na sita Sura ya kumi na saba ni madania pia, lakini wamekhalifiana, ambayo ni suratu lhaji. Suratu lhaji aya hamsini na tatu Mwenyezi Mungu asema: bismillahi rrahmani rrahim

Wamesema maadamu Mwenyezi Mungu asema alladhina fi qulubihim maradh, hawa ni wanafiq. Mufassirina wengine wakasema, la, hawa si wanafiq, ni watu tu ambao kwamba e, wana maradhi ya shaka, lakini haiwazungumzii e, wanafiki. Aya kama hii waliyo hisabu ya kwamba aya hii yawazungumza wanafiki, wameichukua suratu lhaji wakaifanya ni ya kumi na saba katika sura zinazowazungumza wanafiki. Walioitoa aya hii wakasema haiwazungumzii wanafiki, wamesema uh, sura zinazowazungumza wanafiki zitakuwa ni kumi na sita na suratul Hajj ni sura madania, haina shaka ndani yake, lakini wamesema itakuwa ni kumi na sita zinazowazungumza wanafiki sura kumi na mbili katika zile ambazo ni Madania ndizo ambazo haziwazungumzii uh, wanafiq. Lakini pia wameikhtilafiana katika sura mbili. Wameikhtilafiana katika suratu lmuddathir, katika ile aya Mwenyezi Mungu aliposema, bismillahi rahmani rahim wama jaalna ashaba nnari illa malaika

Wamehalithiana katika hapa Mwenyezimungu aliposema waliyaqula lladhina fi qulubihim maradh, haya maradhi ni nifaqi au si unafiki? Waliosema kwamba ni nifaqi, waliulizwa mutasemaje, maradhi aliyoko hapa ni nifaqi, wakati Suratu Lmudathir ni Makkiya, iliteremka kabla ya Mtumi kugura kwenda Madina. Na yajulikana kwamba mtume katika alahdu lmakki hakukuweko na unafik. Kwa hivyo wameitoa suratu lmudathir wakasema haimo katika, katika zile ambazo kwamba wazungumza kuhusu wanafiki. Na hapa ndugu zangu, napenda tuzungumze kaida moja, kaida ya Qur'ani, qaida aliyoitaja alimam ibnulqayim ljauzia katika kitabu chake atibu nabawi. Uh, mwanzo mwanzo akizungumzia masala ya, ya maradhi na kadhalika, ulama wengi wamelitaja hili jambo uh, kuhusu kaida ya mambo ya maradhi. Wanasema kaida ya Qur'ani, kila ukiona aya neno maradh maradh maradh ujue, uh, maradhi ni sampuli mbili, ni moja kati ya maradhi mawili. Wanasema imma ni maradhu shubha au ni maradhu shahwa hii ndio istilahi ya Quran, istilahi ya Qurani. Wewe soma tu aya yote, ukisoma ukiona neno maradh, ujue yanayozungumziwa hapo imma ni maradhu shubha au ni maradhu ashak. Maradhu shubha, Mwenyezi Mungu, miongoni mwa aya ambazo kwamba ametaja maradhu shubha ni ile aya iliyomo katika suratul Bakara, na tutakuja kuizungumza kwa urefu. Mwenyezi Mungu aliposema fi qulubihim maradhun fazadahum llahu maradha, katika nyoyo zao kuna maradhi. Ni maradhi gani yale pale? Mwenyezi Mungu na wanazuoni wasema yanayokusudiwa pale ni maradhu shubha, na maradhu shubha ndiyo maradhi yanayowasumbua wanafiq. kama tutakavyokuja kueleza zile sifa kumi katika suratul Baqara mwanzo mwanzo, tutakapoanza kueleza zile aya za wanafiki, tutakuja kutaja sifa kumi ambazo zimetajwa mahali pamoja, sifa zote ni za wanafiki. Miongoni mwa sifa zao ni shaka na shubha ambayo ni maradhi Mwenyezi Mungu amewapa. Kisha ndani ya Qurani, kila ukisoma ukiona maradh ikiwa si maradhu shubha, ujue ni maradhu shahwa. Na Mwenyezi Mungu haya maradhu shahwa ameyataja katika Suratu Lahzab, Mwenyezi Mungu aliposema bismillahi rrahmani rrahim, ya nisaa nabiyi

fala takhda'na bilqaul, au ambea wakezi mtumi, msilegeze maneno, msilegeze sauti, msizungumze maneno ya kuyavuta vuta. Kwa nini? Mwenyezi Mungu asema fa yatmaa alladhi fi qalbihi marad, kuna watu ambao katika nyoyo zao kuna maradhi. Kuna maradhi ya kupenda wanawake, kuna maradhi ya kupenda wake za watu, kuna maradhi ya kupenda mabinti za watu sasa wewe mke wa mtu, wakati unapozungumza na mwanamume ajnabi na ukailegeza sauti, ukalegeza maneno, na yule mtu unayezungumza naye ana maradhi katika moyo wake, nini tafsiri yake? Tafsiri yake ni kwamba kuna meseji ambayo wamtumia yule mwenye maradhi ili afanye tamaa na wewe kupitia kwa mlegezo wako wa sauti.

wakezi Mtume alikuwa akizungumza na wanawake wana, alikuwa akizungumza na wanaume wana kawaida, yani uso kwa uso wala hakuna pazia katikati. Mmoja katika wanafiki likamtoka neno akasema wallahi la in mata muhammadun la atazawajanna biaisha wa ummi salama, na katika riwaya nyingine la ankihanna aishata

Inna dhalikum kana inda llahi adhima, katika suratu lahzabi aya hamsini na tatu. Kwa hivyo ndugu zangu, istilahi ya Qurani katika maradhi ni hii tuliyoizungumza, imma ni maradhu shakki au ni maradhu shubha. Na ndipo katika suratu lhaji walipo wamekhalifiana wa katika ile aya kama tulivyotangulia kuzungumza, Mwenyezi Mungu aliposema

Wamekhalifiana katika hii sura, katika hizi aya Mwenyezi Mungu aliposema, fawailun lilmusallin alladhina hum an salatihim sahun alladhina hum yuraun, hizi ni aya tatu. Wamesema je, hizi pamoja na kwamba suratul maun ni Makiya, wamesema je, hizi ni ni ni, ni katika aya za wanafiq? Kwa sababu gani wamekhalifiana? kwa sababu masala

wala yadhkuruna llaha illa qalila yurauna. Tabia ya wanafiq wanaposimama katika ibada ni wavivu. Tabia ya wanafiq wanaposimama katika ibada wanasimama kwa lengo la watu wawaone, ria. Na katika Suratul Maun Mwenyezi Mungu aliposema fawailun lilmusallin, adhabu kali ni ya wale wenye kuswali, alladhina hum an salatihim sahun ambao hughafilika na swala zao. Alladhina hum yuraun, wale ambao wafanyaria katika swala. Na huku katika suratu nnisai Mwenyezi Mungu amewasifu waidha qamu ila salati qamu kusala yurauna nnas. Sasa wanazuoni wasema, je, hizi katika suratu lmaun pia ni katika aya za wanafiq? Kuna ikhtilafu pana katika aya hizo, lakini wengi katika wao hawakuzitia katika aya za wanafiki, na ndiyo maana Suratu Lmaun hatukuichanganya katika zile sura ambazo zimewaeleza wanafiki, pamoja na kwamba ndani ya hii sura ziko aya ambazo zaoana na aya zilizomo katika Suratunisai zinazothibitisha kuwa wanafiki ni wavivu katika ibada, na vilevile wanapoingia katika ibada uh, kazi yao ni kufanya ria na kuonyesha watu. Kabla ya kumaliza kipindi hichi cha leo, ndugu zangu, au halaka ya leo, nataka tuangalie aya moja tu katika suratu Nur ambayo imemteremkia ya ime, yani sababu nuzuli ni munafiq, lakini ulama iwasema aya hii ni lazima tuitumie katika alibratu biumumi llafdhi la bikhususi sababi

na nyumbani mambo yakikauka, ikiwa hakuna kitu alikuwa akimlazimisha kile kijakazi ajipambe atoke barabarani aangalie mwanamume ambaye atazini naye ili kutoke chochote nyumbani, maisha yaende vizuri. Kile kijakazi kikaja kaslimu mbele ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Abdullah Ibn Ubay Ibn Saluli alipomwambia nenda ukafanya umalaya ili ulete tonge nyumbani, Kile kijakazi kikakataa. Mwenyezi Mungu akateremsha hizi aya, wala tukrihu fatayatikum ala lbighai, msiwalazimisheni vijakazi vyenu juu ya uwasharati. In aradna tahassuna, ikiwa wenyewe wataka kujihifadhi. Litabtaghuu wa aradha lhayati dunia, ili nyinyi waume au nyinyi ambao ni manisada mupate mapato ya dunia. Sasa, ndugu zangu, pamoja na kwamba aya hii kama alivyopokea alimamu Muslim katika sahihi yake. Pamoja na kwamba aya hii imemteremkia Abdullahi ibnu Ubayi ibni Salul, lakini ulamai walioandika kuhusu aya za wanafiki wamesema aya hii ni lazima tuiweke pembeni, isionekane ya kwamba wanafiki ndio wanaowalazimisha vijakazi wao kwenda kufanya uasharati. Wamesema la ni jambo lilikuweko Madina, ingawaje sababu ni huyu, lakini ni jambo lilikuweko. Na wakasema bora aya hii ni kuibeba kwamba uh, al-ibaratu biumumi lafzi la bikhususi assababi. Ndugu zangu athukufu Waislamu, mpaka hapa tutakoma, tukimwomba Mwenyezi Mungu atubarikie kwa haya tunayoyazungumza na ayaweke katika mizani ya mema yetu siku ya Kiyama, subhanakallahumma la ilma lana